Ni kwamba mnamo tarehe saba mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya saa moja na dakika arobaini na saba kwenye eneo hili la mlima Kiwambi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya Vijijini, kwenye barabara kuu ya kutoka e, Mbeya kuelekea Tunduma, gari lenye namba T830 EDP ikiwa na tera lake lenye namba T148 CTD aina Scania lori likiwa limebeba shehena ya unga likiwa linaendeshwa na dereva ambaye anaitwa Filipo Laito ni Mwashibanda, mwenye umri wa miaka 33. Huyu ni mkazi wa Tunduma katika mkoa wa Songwe, likiwa linatokea Dar es Salaam liliweza kufika katika maeneo haya na kugonga kwanza magari mawili. Gari mojawapo ni tim 257 TVP aina ni Mitsubishi Rosa iliyokuwa na abiria ambayo sasa ndogo tumepata majeruhi pamoja na vifo, lakini pia na gari nyingine T185 DMF aina ya Toyota Light Ice na kutumbukia kwenye eneo hili la Korongo kwenye mto huu Mbarizi eh, na kukita kwenye hili gema ambapo tupo hapa, ambayo ni kingo ya mto huu wa Mbarizi na kusababisha vifo 27 kwa jana, lakini baada ya kuchukua wale majeruhi basi leo asubuhi tumepata tena taarifa kwamba uh, majeruhi mmoja yameongezeka uh, na ndio maana nasema vifo vimefikia ishirini na nane. Kwa hiyo watu waliofariki katika ajali hiyo, wanawake ni kumi na wawili na miongoni mwao watoto ni wawili. E, wanaume sasa ni kumi na sita na kati ya hao kuna watoto wa kiume wawili. Kwa hiyo hadi sasa unavyoongea katiya hao marehemu walio katika ile hospitali ya ifisi kumi na nane wamekwisha tambuliwa na ndugu zao, na wakati huo watu tisa bado hawajatambuliwa katika ajali hiyo. Majeruhi ni tisa kama nilivyokwisha sema. Kwa hiyo miongoni mwa majeruhi ambao ni, nimesa, nimesema ni dereva wa gari, gari hili pamoja na gari lile la Mitsubishi Rosa. Kwa hiyo majeruhi ni Baraka Samuel Mgara, miaka 35, mkazi wa Mbalizi aliyekuwa dereva katika gari namba T 257 DVT Mitsubishi Rosa, ambaye ameumia miguu yote miwili, mbavuni pamoja na kichwani. Lakini dereva Philip Lighton Mashibanda, mwenye umri wa miaka 35, huyu mkazi wa Tunduma, aliyekuwa anaendesha gari hili ambayo mnaliona hapa e, ni lori, yeye amevunjika mguu wa kushoto, chanzo cha ajali kwa mba, ni kwamba ni uzembe wa huyu dereva mwenye lori na akashindwa kulimudu ile gari na watoke yake, akafika kagonga haya magari madogo ambayo yalikuwa yanamalizia route za kuingia stendi. mpaka sasa hivi E, huyo dereva niliyemtaja yuko hospitalini kwamba yuko kwenye matibabu, lakini eh, tunaendelea kumshikilia kwa hatua zaidi za, za kisheria. Kwanza kabisa ni wape pole sana wanambea, kutokana na ajali hii ambayo imejitokeza jana, lakini nadhani tulipumzika masuala ya ajali kwa muda mrefu kidogo. Wakati anakuja hapa, Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan amewapa pole wafiwa wote, lakini pia yeye kama Mheshimiwa Rais ametoa msisitizo mambo ya kwatali, na kwanza ameielekeza TANROADS kuanzia leo kutengeneza barabara ya mchepua kule nyuma la pili ameelekeza hapa, ameleta zaidi ya bilioni tatu, waanze kulipa fidia mara moja kwa ajili ya kupanua hiyo barabara haraka iwezekanavyo kwenye eneo hili lambarisi, la Mbalizi. La tatu aliyotuelekeza ni kwamba lazima wafiwa wote tuweze kugharamia swala la masanduku yote ishirini na nane kwa wale wote ambao wametangulia mbele ya haki lakini pia ametoa maelekezo kwamba kila familia ambayo imepoteza ndugu au jamaa na marafiki tuweze kutoa mkono wa pole wa shilingi laki tano kila familia kwa jumla yake shilingi milioni moja tutaongea na waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwamba Mbeya pia tuendelee kuwa na kituo kikubwa cha ukaguzi wa magari hasa yanayokwenda nje ya nchi hususani ma nchi ya Kongo Uh, nchi ya Zambia lakini pia hata Angola sasa swala la kutengeneza barabara magari yote yanayokwenda nadhani magari yanaenda umbali mrefu yatapita kule kwa sababu huku sasa kutakuwa tunapita magari madogo tu hapa magari maroli yote marufuku kupita kwenye barabarani natoa siku tatu